ya uchezaji ni ile ile tunashambulia na timu inasubiria kwenda kwenye eneo la mwisho na tunafunga bao. Kwa hiyo mshangae kuna vizuri vingi mtaviona. Hiki mshikiona leo. Kwa bahati mbaya tunaumia, ligi inaisha. Lakini kwa ligi ndio mwanzo fua lakini ile ambayo mlikuwa mnasema a gi najua imechi kama ijaanza ta mmekuja hapa mnasubiria mechi ishe, na Chukuchuku mmekula tano. Lakini kwa bahati mbaya, hilo swali limeondoka, oma tano hazijafika na ukweli, tumeua clean sheet ya Kamara sisi furaha yetu mechi kwa kushinda, kati ya mechi ambazo tumecheza, tulitakiwa tupate matokeo angalau ya alama moja ni hii. Tumetengeneza nafasi, Sadiboko amepoteza nafasi mwisho pale. Kwa hiyo sisi tunajilaumu kuto kushinda huu mchezo. Ni aina ya mchezo ambao tungeweza kupata matokeo kabisa, mm -hmm. tuna mechi dhidi ya Tabora United, Tabora hiyo nawahakikishia, Tabora Tabora shemeji yangu, Kristina shemeji yangu. <laughs> <laughs> <laughs> ndio ilikufa talaka jiandika, lakini ndio mpaka utoe talaka, masasa ndio talaka sho <laughs> <laughs> eh? afu sikiliza, jado ushemeji aufyi <laughs> sh <laughs> ushemeji nakufa ushemeji aufi, hata ndoa ife ushemeji naenda kwenye mechi dhidi ya timu ya shemeji yangu, afu uzuri shemeji yangu amee kupita hapa pia koo, nakwenda Tabora wambieni shemeji ni nyimbo ya Marifongo inaitwaje? Unaikumbuka? Kwa hiyo nakwenda Tabora, Masanza anisamee, naenda kumuona kumwona she, mpigie kama inawezekana mwambie kabisa. Siamini kama baadaye nitaongea na Masanza baadaye nipe Lakini watu wanahoji kwamba performance ambayo tumeona leo consistent. Sasa kuanzia leo